Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena kuifuatilia Dems Media. Katika taarifa ya habari ya leo Machi 27/2025, hali ya usalama salama katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa ya wasiwasi wasi. Hasa katika maeneo ya mashariki mwa nchi licha ya ahadi za makundi ya wahasi kujiondoa kwenye maeneo mbalimbali, bado kuna ripoti za uwepo wao na matukio ya mashambulizi dhidi ya raia katika mji wa Walikale jimbo la Kivu Kaskazini, kundi la waasi la M23 bado linaonekana katika maeneo kadhaa licha ya tangazo lao la awali la kujiondoa tangu mwezi Machi. Wakazi wameripoti milio ya risasi na kukatika kwa mawasiliano, hali inayozidisha hofu katika jamii. Tukiangazia huko Bukavu, hali ya taharuki ilitanda kufuatia mlipuko uliotokea kwenye mkusanyiko wa watu uliodaiwa kuwa M23 tukio hilo lilisababisha vifo vya watu 11 na kujeruhi wengine zaidi ya 65. Vikundi vya wazalendo ambavyo vinakuwa mstari wa mbele katika kulinda raia na kupinga uvamizi wa makundi yenye silaha vimeendelea kujitokeza katika maeneo mbalimbali mbali ya mashariki kama sehemu ya kujitahidi na jitihada za kijamii za kujilinda. Katika jimbo la Ituri mashambulizi kutoka wa makundi yenye silaha kama Codeco na Zaire yameendelea kuhasiri raia hasa maeneo ya karibu na kambi za wakimbizi. Idadi ya watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao inaongezeka kila wiki. Monisco na taasisi nyingine za kibinadamu zinaendelea kutoa msaada katika mazingira magumu. Katika eneo la Lubero waasi wa ADF wameripotiwa kufanya mashambulizi yaliyosababisha vifo vya zaidi ya raia 20. Hali hii imezua taharuki kubwa miongoni mwa wakazi, huku vikosi vya usalama vikijitahidi kurejesha hali ya utulivu. Tukiangazia huko Goma nako ambako hali haijanusurika. Maeneo kadhaa ya mji huo yameathiriwa na harakati za waasi wa M23 na kupelekea maelfu ya watu kuhama makazi yao mashirika ya haki za binadamu yametoa tahadhari kuhusu mazila wanayopitia raia na kuitaka jumuiya ya kimataifa kutoa msaada wa haraka. Serikali ya Kongo imeendelea kuchukua hatua za kijeshi na kidiplomasia kurejesha amani ikishirikiana na washirika wa kikanda na kimataifa. Hata hivyo, changamoto kama uhusiano na baadhi ya makundi ya waasi na mataifa jirani bado zinahatarisha juhudi hizo. Kwa ujumla, hali ya usalama nchini Kongo inahitaji mshikamano wa kitaifa na kimataifa, pamoja na juhudi thabiti za kudhibiti vikundi vyenye silaha na kuimarisha ulinzi wa raia. Vikundi vya wazalendo vinaendelea kuwa sehemu ya harakati za ndani za ulinzi wa raia, zikiwa na dhamira kujilinda, huku pia kurudisha heshima na uhuru wa kitaifa. Hii ni DMC Media. Ni kuombe usubscribe like, lakini pia usahau kushare na wengine taarifa hii ya habari. Tukutane kwa mara nyingine tena kwa taarifa kama hizi.